Mfupi hapa na anasema kwa kweli watu wanaosumbuliwa na uh, afya ya akili anawapa pole, maana akili ndio muhimu katika mwili wa binadamu anaitwa Samuel Deo kutokea uh, Mbashale Nyamahwa Ngara. Haya, asante. Lakini mtu aliye na matatizo ya kisaikolojia anaweza kutibika. Anaitwa Felix Kamili kutokea Kashinga Ngara, asante kwa ujumbe wako. Uh, lakini huyu mwingine uh, ujumbe wake, haya naona uhusiana na hiki ambacho tunakizungumza. Tuandikia msikilizaji uh, swali ama maoni kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza kwamba unakabiliana vipi na changamoto ya afya ya akili wakati wa majanga ehe. Kwa hiyo ni jambo muhimu hilo la kulizingatia, na wakati tunazungumza haya, basi fahamu ya kwamba hapa uh, tuko na Dr. Meshak Samuel ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya afya ya akili, lakini pia tuko na Catherine Lucas ambaye ni mwanasikolojia kutoka kule mkoani Kigoma. Na katika kuzungumza haya tumeanza hapa kwa kufahamu eh, umuhimu wa siku hii ama kuanzishwa kwa siku hii lengo lake lilikuwa ni nini, lakini tumeangalia pia namna ambavyo sikolojia eh, kwamba watu wa karibu wanaweza kufahamu eh, mabadiliko ya Uh, mtu wao wa karibu kwamba huyu sasa anapoelekea uh, panaweza pakawa na changamoto. Sasa nikarejea kwa Dr. Meshak ili kufahamu uh, kwamba pengine huyu mtu uh, yani ule muunganiko kuna muunganiko gani ambao upo uh, baina ya changamoto hizi za afya akili pamoja na majanga. Yaani hapa kwenye akili kupokea taarifa za majanga baadaye kuja kuleta athari kwenye afya ya akili, huu muunganiko ukoje? Ukoje kitaalamu zaidi? Hello studio, ndio Dr. Meshak. Eh, e, kwanza kabisa tunapozungumzia akili huwa tunamaanisha nini? Kitaalamu tunamaanisha kwamba ni ule uwezo wa mtu kuwa sawia kimawazo, kihisia, mihemko na hatimaye katika kudhibiti namna gani anabehave au tunasema tabia yake inakuwaje, baada ya kuwa na hisia fulani au na mawazo fulani. Kwa hiyo ili mtu awe katika msawazo katika maeneo matatu, tunaita afya okay, okay. ya akili. Sasa majanga au dharura huwa zinaleta zina hisia ambazo sio nzuri kwa mtu, kwa binadamu. Kwa hiyo hizo hisia ambazo haziko vizuri au ambazo ah, ambazo zinaibuka sasa baada ya mtu kupokea hiyo taarifa ambayo sio nzuri, ndio hasa zinazoleta changamoto, kwa sababu mtu anapopata habari mbaya sidhani kama huwa anafurahi. Kwa hiyo anakuwa katika hisia ambazo ni za tofauti, aidha anaweza akakosa amani, akakosa raha, akakosa furaha, akawa na majonzi, akawa na hasira, hivyo vitu vyote vingine vina, vinaenda sasa kwenye mawazo kwamba anaanza kuwaza, anakuwa kwenye vitu mawazo, maanake yanaongezeka, ndio ile ambayo kuna muda mwingine tunaita msongo wa mawazo. Mawazo yanakuwa yanaongezeka. Sasa vile vitu kwa muda mwingine vinakuwa, uh, ina, sasa inategemeana mtu na mtu. Kuna watu wengine ambao walivyoumbwa sasa, unajua tunatofautiana katika namna mtu alivyoumbwa, uwezo wake kukabiliana na mambo uwezo wake wa kutatua changamoto ambazo anakumbana nazo. Sasa kuna wengine wale ambao unakuta labda uwezo wake wa kupokea zile habari na kuzichakata, alafu na, ku, na kuangalia namna gani anazikumbua uwezo wao unakuwa labda hauko vizuri. Kwa hiyo huyo mtu kwa namna ile ambayo hisia zile zinakuwa zimekuja, zime kwa wingi na anakuwa kwenye msongo wa mawazo tayari yule mtu anakuwa hayuko sawa saikolojia au kiakili. Kwa hiyo asipopata asipo, saa ule msaada wa namna gani sasa wa kuchakata yale mambo ambayo yamemtokea, alafu wa kuangalia ni kitu gani ambacho anaweza akafanya kwa huo muda, ili hizo hisia angalau, uh, ajue namna gani ya kuzishughulikia. Kama ni msiba, namna gani anaomboleza mpaka uh, afikie hali sasa, amekubaliana kwamba hilo jambo limetokea yule mtu anaweza akawa akakwenye changamoto kama asipofikia katika hatua ya kuendana na ile jambo na kwa muda mrefu. Sasa baadaye kama hilo jambo likiendelea, anaweza sasa, ndo tukasema mwingine, hadi anaweza akaugua magonjwa mengine ya akili, mfano kama depression ambayo ni sonona au magonjwa ya wasiwasi uliopita, hata wengine, muda mwingine wanachanganyikiwa. Tukifikia kule kunakuwa na mwingiliano wa vitu mbalimbali, sio kitu kimoja, wako. Mtangazaji Sawa, asante sana kwa ufafanuzi huo eh. Kumbe mambo yanaanzia pale ambapo ukipokea taarifa za majanga, basi ile huzuni ndio inaanza kujikusanya. Ah, sikuwa nafahamu hili <laughs> namna ambavyo linakuja lina, lina, lina hapa kuja kusababisha hiyo changamoto kwenye afya ya akili sawa. Na msikilizaji pia ni kukumbusha habari njema kutoka Benki ya NMB. Wao sasa hivi wanaendelea kukushukuru na kukusherehekea wewe mteja wao ambaye umeamua kuchagua na kuitumia benki ya NMB ambayo ni benki bora kabisa ya kifedha ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa mwezi huu na wiki hii kwa ujumla, wanazidi kusakafia dhamira yao ya kuwa, na ya kuwa huduma bora iliyo karibu zaidi ya wewe mteja mwenye thamani kabisa popote pale ulipo. Anasema wao ni huduma na wamekupata lakini kuna ongezeko la matawi ATM na wakala wengi zaidi kuhakikisha kwamba huduma yao haipo mbali na wewe, popote pale ulipo. Sasa kwa wale wateja wa NMB, kuna wakati mwingine unaweza ukaambiwa kwamba haya mambo hayawezekani, yaani impossible, hmm. ila ukiwa mteja wa NMB Bank ni hakika unaweza kufurahia huduma, bidhaa na bidhaa za kifedha zilizoundwa mahususi kukidhi mahitaji yako ya kiuchumi na zaidi. Na ukiwa mteja wa NMB unasikilizwa na dawati la huduma kwa wateja masaa 24 kwa siku saba. Ukiwa pia mteja wa NMB unaweza kutuma fedha nchi za Afrika Mashariki na Afrika Kusini muda wowote mkononi mwako popote ulipo Tanzania. Ukiwa mteja wa NMB na hata kwa wasio wateja wa NMB unaweza kuchati na jirani WhatsApp, Instagram na Facebook kupata taarifa na msaada kuhusu huduma zote ambazo zinatolewa wakati wowote wa. Ukiwa mteja wa NMB unaweza kupata mkopo wa haraka bila dhamana mkononi mwako wakati wowote wa, unaweza kupata bima, kuwekeza, kuweka akiba, kufanya miamala na malipo mbalimbali mbali. lakini ukiwa mteja wa NMB pia unaweza unakuwa na amani ya moyo kwa kuwa fedha zako zipo benki iliyotunukiwa tuzo ya kuwa benki salama zaidi Tanzania, na ukiwa mteja wa NMB vyote hivyo na zaidi vinawezekana. Uh, vinaweze wao ni huduma mission possible na wamekupata. Lakini pia hapa wanasema kwamba wanakutakia kila la heri mteja wao katika shughuli zako za kiuchumi na maisha kwa ujumla, na wanakuahidi kuendelea kuvumbua na kuboresha uchumi na kuboresha bidhaa na huduma zinazokidhi mahitaji ya mabadiliko ya kiteknolojia uchumi na maisha ili ku ili kukuweka mstari wa mbele katika ufanisi wa yale unayoyafanya. Wao ni huduma, wamekupata. NMB karibu yako. Sawa, wakati huu sasa tukiendelea kuzungumza jambo hili muhimu sana eh, unakabiliana vipi na changamoto ya afya ya akili wakati wa majanga? Tumesikia mm, namna ambavyo daktari ametupitisha hapa kuangalia kwamba hizi taarifa ambazo wanazipokea kwamba kuna janga fulani limetokea. Eh, zinaletaje kuja kusababisha wewe eh, upate changamoto ya afya ya akili? Sasa hebu tuanze kuangalia mtu sasa anaondokaje, eh, wakati anapopokea taarifa zile mm -hmm. Anaweza kuhimili vipi pengine, hii tu, tufahamu kisaikolojia eh, kwako Madam Kathleen Lucas. Uh, kwanza unapokuwa umekutana na changamoto kama hiyo unapaswa kutambua kitu kimoja kwamba umekutana na kitu kikubwa ambacho kina kuzidi umri. Kwa hiyo kama umekutana na kitu kikubwa ambacho kinaizidi akili ya yako, unapaswa kutafuta njia ya kutatua, haupaswi kupuuza, maana tulio wengi tumejikuta tumeathirika zaidi kwa sababu tunapuuza. Umefiwa msiba mkubwa, lakini unasema nitakuwa sawa tu. Umekutana na janga kubwa, lakini unasema nitakuwa sawa, unapuuza. Kwa hiyo usipuuze, lakini kitu cha pili, lazima utambue kwamba upo kwenye tatizo, na ukitambua upo kwenye tatizo, ni vizuri ukalitafuta hilo tatizo. Mfano, mimi nimefiwa, lazima utambue kwamba nimefiwa na imeniletea msongo wa mawazo kwa ili udili na msongo wa mawazo kwa sababu usipotambua kwamba wewe imekuletea msongo wa mawazo, utaanza kudili na mfano, labda kichwa kuuma, unadili na kichwa kuuma, natibu kichwa. Mfano kosa usingizi, utaanza kutafuta vidonge vya kupa usingizi badala ya kudili na msongo wa mawazo ambao ndio unaosababisha hivyo vitu vyote. Kwa lazima utambue, ehe, changamoto yako wewe ni nini? Katika lile tukio limekuathiri nini? Kwa kama limeathiri akili yako basi lazima udili na ile changamoto ambayo iliyotokea kwako. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa kufanya, unatakiwa kujua kwamba changamoto hizo ulizokutana nazo kila mmoja amekutana nazo, na wengi wamekutana nazo wakatoka salama. Kwa hiyo hata wewe unatakiwa ujipe moyo kwamba una uwezo wa kutoka salama lakini kitu kinachofata lazima sasa uwe muwazi, uambie mm, wenzako au tuseme unaweza ukawaambia rafiki zako kwamba bwana, mimi hili tatizo limeniathiri kiasi hiki, ili waweze kuona namna ya kuweza kukushauri kwa sababu usiri na wenyewe pia umekuwa ni chanzo kikubwa sana cha kuwasababishia msongo wa mawazo kuwa mkubwa au kuathirika zaidi tofauti na mwanzo. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya kama unaona umewashirikisha rafiki zako hawajakupa msaada wote ambao unaona unaweza kukusaidia, basi ni vizuri ukatafuta wataalamu, ukatafuta wanasaikolojia, ukapata msaada. Lakini usikimbilie kwenye kutafuta suluhisho kwamba umekosa usingizi, unaenda kutumia vidonge vya, vya usingizi. Kichwa kinauma, unatumia vidonge vya kupoza kichwa. Hapana, tafuta shida ambayo inasababisha hayo yote, na ujue namna ya kuitatua. Na namna ya kuitatua ndo kama hivyo kwamba tafuta watu waeleze, kwamba changamoto yangu mimi ni hii hapa, wakupe ushauri. Kama hawamekupa ushauri, lakini huoni nani utatuzi wote wa hiyo changamoto yako, basi tafuta wataalamu hiva hapo. Kuna kufanya mazoezi, kuna kuwa, tutarudi kwako ni Severini Niwemugizi, askofu wa jimbo Katoliki la Rulenge Ngara. Sasa sinodi ni zaidi ya mikusanyiko ya mawasilisho au ripoti. Sinodi ni michakato au mchakato wa utambuzi na maamuzi kwa lengo la kutangaza Injili na kukua katika utakatifu. Lakini sasa tunaweza tukasema kwamba sinodi ya maaskofu kwa kanisa Katoliki, sinodi ya maaskofu ni taasisi ya kudumu ambayo ilianzishwa na Papa Paulo wa Sita eh, ili kutoa ushauri kwa papa kuhusu masuala ya imani, masuala ya maadili na nidhamu ya kanisa. Lakini sinodi inaweza kushughulikia mambo ya mafundisho kama nilivyokwisha sema hapo juu, masuala ya kichungaji, masuala ya kiutawala, na sinodi kwa kawaida zina jukumu muhimu katika kuunda mwelekeo na sera za Kanisa Katoliki. Tumerejea msikilizaji, tayari ikiwa ni saa 2 dakika 46 asubuhi hii hapa mm -hmm. Tunaendelea kuzungumza hapa uh, mambo muhimu zaidi uh, kwamba unakabiliana vipi na changamoto ya afya akili wakati wa majanga na Madam Katherine hapa alikuwa akizungumza kisaikolojia, unawezaje kuepuka sasa, eh, kujiweka mbali na ama, namna ya kuzipokea zile taarifa pengine labda, uh, nije kwako kwa kwa Dr. Meshak, eh, kitaalamu zaidi kwa maana ya, ya, ya kitabibu, eh, mtu anawezaje kuanza kuepuka pale ambapo anapokea taarifa za za majanga, anajiwekaje mbali nazo ili zisimsababishie changamoto ya afya akili. Dkt. Meshak haya ha, na changamoto uh, hapa kwake tutarejea. Uh, nije kwako madam Catherine, uh, ulikuwa ukizungumzia namna ambavyo kisaikolojia unaweza ukaanza uka, uka kujiweka mbali na uh, kwa maana ya kukabili tatizo, si kwa maana kukimbia, bali ukikabili tatizo vizuri unaweza kupunguza basi hata hata zile athari ambazo zinaweza e, zikakujia. Pengine watu wako wa karibu, kuna msaada wowote wanaweza wakautoa waka ama e, kuna mbinu labda za kukuletea taarifa? Unajua kuna watu wengine wanaitaga taarifa za majanga e, ambazo zina moja kwa moja ukiletea taarifa itakuumiza bila, na bila kuangalia kwamba katika e, wakati huo uko kwenye hali ipi. Yani, anachojua ni kwamba kwa moja, anataka tu awe wa kwanza e, ni kwa nini? Ngoja niwe wa kwanza kumpa hii <laughs> taarifa nionekane na mjari. Kumba wakati mwingine ndio unaenda kuharibu mm. Maskini awa ah, watu wa karibu wana, wana mchango gani mkubwa wa kupunguza zile athari pale ambapo wanakuletea hizi taarifa za majanga ili baadaye sikusababishie changamoto ya afya kile kwanza kabisa, wewe kama mtu wake wa karibu kabla ya kupeleka taarifa ambayo ni ya majanga, ni vizuri kufikiria kwanza ukubwa wa ile taarifa hmm. Lakini pia kumfikiria yule unayempelekea. Yaani usipate tu taarifa halafu kapeleka, hapana, tulia kwanza, fikiria hivi taarifa ni taarifa gani, alafu unayempelekea ana uwezo gani. Kuna wengine wana changamoto ya presha, kuna wengine hana changamoto ya presha na ugonjwa wote ule, lakini tu hanaga uwezo wa kupokea taarifa, yani akipokea taarifa tu kila kitu kinaharibika, okay. Kwa kweli mtu wako wa karibu, kwa utakuwa unatambua. Kwa hiyo utambua. Kitu cha pili, mm. kupunguza ukali wa maneno wa ile taarifa, mfano umepata taarifa kwamba ame nyumba yake imeungua, mm. Hebu jaribu kumpigia simu, uanze kwanza kuelezea hivi, matukio ya nyumba kuungua huwa unayachukuliaje? ikitokea kwako kwa imeungua hivi unaweza ukafanyaje? Kwa hiyo unaitengeneza akili yake iingize ile taarifa na ianze kuichakata taratibu, kwao mwisho wa siku kija kumwambia, bwana, hiki sio kwamba nazunguka tu, ila ni kwamba kweli nyumba yako imeungua. Kwa hiyo itakuwa ile taarifa imesha sambaa sa kwenye akili yake, na ataipokea kwa uzito, lakini sio kwa uzito ule ambao ungefika tu kumwambia nyumba yako inaungua huku Mbona? Kwa jaribu kuipembua ile kujua kwanza mtu unayempelekea taarifa, kujua uzito wa ile taarifa na kuingiza ile taarifa taratibu taratibu hadi mwisho wa siku uje ujikute umeshakamilisha taarifa yako yote kumweleza yule mtu. Kwa hiyo ni njia ambayo inaweza kusaidia. Lakini pia kitendo cha kwanza kuongelea itakupa mwanga kwamba huyu mtu huyu taarifa hii nikimpa anaweza kachukua aksheni gani. Okay. Kwa hiyo inaweza kukupa pia mwanga wa kuona kwamba, je, ni mwambie sasa hivi au nisimwambie au mm, nitafute mtu mwingine amwambie. Sawa. Uh, nije kwako kwa Dr. Mesha, bila shaka unatupata vyema? Naam, naam studio inakupata vizuri. Ndio, tungependa kufahamu hapa kitabibu zaidi kwamba mtu anawezaje sasa kudhibiti ku, ku, uh, pale ambapo anapokea taarifa ya majanga, ile kujihimili mwenyewe ili isimletee huzuni ambayo baadaye itakuja kumsababishia pengine sonona uh, na baadaye kuja kuanza kupata hizi changamoto za afya ya akili. Uh, kwa hiyo uh, hatua za mwanzo kabisa ambazo huwa tunazichukua sehemu kubwa sana ya, ya utabibu kwenye changamoto mbalimbali uh, matatizo ya afya ya akili au magonjwa ya akili huwa tunaziita za kijamii na kisaikolojia. Kwa hiyo huwa uh, tunafanya kazi karibu sana na watu wa jamii husika, mfano watu wa ustawi wa jamii, lakini uh, tunafanya kazi zaidi na wanasaikolojia uh, kama Catherine hapo. Kwa hiyo tunakuwa tuna tunajaribu kuangalia mwanzoni mahitaji ya mtu ya mwanzoni ni yapi. Kuna muda mtu mwingine baada ya kukumbwa na hiyo kadhia anahitaji tu mtu wa kuongea naye. Aongee naye, yani mtu wa kumsikiliza. Labda aongee, atoe kila kilicho ndani ya nafsi yake kama kulia alie, yani ili tu ule mzigo umpungue ndani. Kwa hiyo huwa tuna cha, cha msingi tunaangalia ile mahitaji ya kisaikolojia na ya kijamii alionayo muda huo labda kum, kumuunganisha na jamii yake, watu wake wa karibu, labda na ukoo wake, kumuunganisha na familia yake, kumuunganisha na wazee labda wa kule kwenye jamii yake, wazee wa kimila, viongozi wa dini, uh, labda viongozi wa kisiasa kwao. Tunamuunganisha na hivyo vitu. Tunaangalia pia mahitaji mengine tu ya kawaida kwamba kwa muda huo anahitaji nini, labda anahitaji malazi, chakula, kwa ajili ya kumsaidia kwa mfano mtu anapopatwa uh, majanga kwa mfano ku, ku uh, kuunguliwa nyumba moto au mafuriko. Wengi wao wanakuwa hawana sehemu ya kulala, hana chakula hana nini. Kwao tunaangalia kwa haraka haraka kwa, kwa, kwa muda huo mtu anahitaji mahitaji gani ya kijamii, alafu kisaikolojia tunaangalia kwamba muda huo dalili zipi za kisaikolojia ambazo anazo, kadhia ipi ambayo ameipata ya kisaikolojia. Unakuta mwingine ana huzuni ana majonzi analia, kwao tunamtafutia mtu ambaye atakaa naye, kuongea naye, kumsikiliza, ikiwezekana kabisa, kama nilivyosema, aliye ili angalau ule uchungu upungue, lakini pia ki upande wa tiba huwa tunaangalia, mfano mtu mwingine anaweza akawa ameshapata dalili za kisaikolojia kiasi kwamba mwingine kwa muda huo hawezi kulala tena, hana hamu ya chakula, labda huzuni imeshapitiliza sasa, kiasi kwamba ameshaanza kupata dalili hata za ugonjwa sasa wa sonona au, kwao tunaangalia ni dawa gani ambayo inamsaidia kwa huo muda, angalau kumsaidia kutuliza zile ile, ile mihemko mikali au hisia kali ambazo kwa namna mwingine zinamzuia hata kufanya chochote kile, au kujaribu kuchangamana na, na, na, jamii yake au kuendelea kufanya kufanya mambo ambayo yanamtaka kufanya kwa muda huo, kwao anaweza akapatiwa labda dawa za kumtuliza kutu, kutuliza ile wasiwasi labda uliopitiliza au ile huzuni ambayo imepitiliza. Lakini kama hapati usingizi, anaweza akapewa dawa za usingizi ambazo zinamsaidia angalau apumzike, ili kichwa kitulie wakati mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo ndugu uh, mtangazaji, ndio upande mkubwa huwa sana tunaanza nao wa kijamii na kisaikolojia, kama nilivyosema. Sawa, asante kwa maelezo hayo mazuri. Sasa muda wetu hapa uh, unakimbia kweli kweli, uh, tungependa kufahamu sasa, wakati uh, tunaadhimisha siku hii ya afya ya akili duniani, uh, wito wako ni upi kwa Watanzania ambao wanakusikiliza muda huu, ili kuendelea kukabiliana na changamoto za afya ya akili pale ambapo majanga yanatokea? Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, wito wito wetu kwa mfano sisi ambao tuko upande wa serikali, serikali imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuimarisha kwanza upatikanaji wa huduma za afya ya akili. Hizi huduma zinapatikana sehemu yoyote ile, uh, ya nchi ya Tanzania mtu alipo, na kwa bahati nzuri serikali imeweka uh, imeweka mkazo hizi huduma zipatikane hata kwenye ngazi ya wilaya husika mtu alipo kwa hiyo kule kule mtu alipo anaweza akapatiwa huduma ya dharura ambayo anahitaji, na mambo haya huwa yanatokea. Hakuna mtu ambaye aa, anakinga dhidi ya majanga au dhidi ya matukio yoyote ambayo yanaweza yakatokea yakasababisha ma, yaka, yakasababisha labda majonzi, huzuni. Sisi ni wanadamu, kwa hiyo haya matukio yanatotokea, jamii inatakiwa kutambua kwamba pale mtu anapokumbwa na jambo fulani anahitaji msaada wa haraka, na huo msaada wa haraka unapatikana kupitia kuanzia kwenye jamii yake unapatikana kupitia kwa wataalamu wa kijamii na wa kisaikolojia na, na, na, na, na, na, na, na, na wataalamu wa tiba ambao wako katika eneo la husika. Mtu asipopata msaada huu wa haraka, mara nyingi inaweza ikamchukua Uh, miaka kadhaa ukashangaa mtu ameshabadilikaga, labda ameshajiingiza kwenye vitendo vya matumizi ya dawa za kulevya. Kwa mfano, huwa anatoa mfano kwamba kuna mtu wa tukio lilimtokea lili miaka mitatu iliyopita, aidha la ajali barabarani, ambayo aliona mtu anafariki, au ajali ya moto, aliona mtu anaungua, au ajali ya majini, aliona mtu anaungua na, na, sasa kuna watu wanawatafuna, mwingine anakuwa anawaza kwamba ili labda kuna kitu ningeweza kufanya ili kuepusha ili kutokea. Sisi ni wanadamu tu, kuna mambo yanatokea, muda mwingine hauna kitu unaweza ukakifanya. Kwa hiyo huyo mtu anakaa na hilo jambo moyoni, mtu anaweza akakaa nalo mpaka miaka mitatu, bado huwa linamjia kichwani. Sasa uh, kuna mwingine hata amelala tu, lakini ile lile tukio zima linamwijia kichwani. Sasa wengine wao wanachukua namna ambazo sio sahihi, anaenda anaanza kutumia vilevi ili ku angalau kufuta zile kumbukumbu. Hawajui kwamba vilevi vinaongeza zaidi hatari ya mtu kuendelea kupata athari kwenye ubongo wake ta kuhatarisha afya ya akili. Kwa hiyo okay. wito kwa jamii ni kwamba tufahamu kwamba haya mambo yapo na utatuzi upo, kwa sababu wataalam sasa hivi wanapatikana katika sehemu zozote, vituo vya kutolea huduma. Mtu hata akienda dispensary au kituo cha afya anaweza akapewa ushauri, labda hapa hivi, hebu fanya moja mbili tatu, na kama hilo jambo aliwezekani katika hiyo ngazi mm. anaweza akapewa rufaa kwenda wilayani kuonana na wataalam zaidi. Kwa hiyo dhima okay. ya mwaka huu inasisitiza ina kwamba tusikae kina mtu anapopata labda ukatili wa kijinsia au mm -hmm. ame, uh, amepata tukio kwamba ameondokewa na mwenzi mu, wake, lakini imemchukua muda sasa, hilo jambo bado lipo, yaani ha, haachilii, hafikii muafaka kwamba hili jambo tayari limeshatokea. Hebu afike sehemu za kutolea huduma, na kama unamwona ndugu yako au mwanajamii mwenzako kuna changamoto imempata na hayuko sawa, hebu yule mtu achukuliwe apelekwe kwenye sehemu za kutolea huduma ya afya. Sawa. Kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, anaitwa Jojogeka Karikurubu, yuko Vingunguti, Dar es Salaam, anasema eh, eh, kwa, kwa ujumbe wake. Ujumbe wake ni mrefu, lakini kwa namna nilivyouelewa eh, kwamba kwa mtu yule ambaye ana, anafanya shughuli zake za kila siku eh, mfano huyu yeye kazi yake ni kutembeza majiko eh, na anakuwa anapita mtaani anapiga kelele akiwa na, anaita majiko, majiko, majiko, wakati huo ana, ana anaspika ile ambayo imeunganishwa Je, yeah, hii kuna namna inaweza kumletea changamoto kwenye afya ya akili? Lagazaji hiyo, hapana, hiyo ni swala tu la kawaida la shughuli tu za kila siku, aliwezi likaashiria au kumsababishia mtu changamoto ya afya. Okay, sawa, asante uh, na pengine tuhitimishe Bi Catherine Lucas kutokea kule mkoani Kigoma. uh, kama wana saikolojia, wito wenu ni upi hasa kwenye kukabiliana na Uh, changamoto ya afya akili hasa wakati wa majanga yanapotokea, uh, wito wetu sisi ni kwamba kila binadamu anapaswa kutambua hana uwezo wa kuzuia changamoto yoyote ile iweze kutokea kwenye maisha yake. <coughs> ila ana uwezo wa kuzuia changamoto ile iliyotokea isiweze kumwathiri yeye na jamii yake hmm. hivyo anapokutana na changamoto yoyote ile, au anapoona jamii inayomzunguka au ndugu yake, mtu wake wa karibu amekutana na changamoto kama hiyo, anapaswa kuwa karibu, lakini pia anapaswa kuangalia dalili kwamba ameshakutana na changamoto, basi anapaswa kuangalia dalili baada ya lile tukio lilotokea. Kama atajikuta ana mabadiliko ya tabia ama rafiki yake, ndugu yake, ana mabadiliko ya tabia baada ya tukio lolote lile, basi anapaswa kumshauri na kutumia njia kama nilivyoeleza, kwamba kutambua tatizo au kumsikiliza aweze kusema tatizo lake na kuweza kumfanyia counseling, na kama atashindwa yeye kama jamii kumsaidia, basi vizuri akaenda Kuata, kuona wataalamu, anaweza kuenda hospitali, anaweza kuenda kwenye mashirika ambayo anatoa huduma kama hizo, anaweza kuona wanasklojia na anaweza akatafuta namna bola, kuona hata watumishi wa Mungu kadhalika, lakini asikae na hiyo shida akiwa anategemea kwamba inaweza ikaondoka baada ya muda. Ok, sawa, ni kushukuru sana na kwa pamoja, ni washukuru wote kwa kushirikiana nasi kupitia majadiliano asubuhi hii. Asante kwako kwa Dr Meshak Samuel kutokea kule jijini Mwanza, pamoja na Bi Athin Lucas kutokea Kibondo. Tukirejea ni dondo za michezo, hivi sasa ni saa tatu asubuhi. Silaha ni kuaminia nguvu ya teknolojia kwenye kufikia ndoto zako, anzia ulipo na yas <tikipo>